Habari za asubuhi darasa. Habari za asubuhi. Karibu katika shule ya imani. Mimi ni Keith Moore na tunataka uingie ndani, ukae. Tumekuwekea kiti hapa mbele, ambapo tunakutana na kumruhusu mwalimu mkuu wa wote, Roho Mtakatifu, kutufundisha kuhusu jambo linalompendeza Mungu zaidi. Imani ni namna ya maisha aliyotuchagulia, ni njia ya kushinda kila kikwazo na majaribu na mtihani ni njia ya kupokea baraka zote za Mungu. Maandiko yanasema huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Kwa hiyo tuombe, tuachilie imani yetu. Bwana pekee ndiye anayejua jinsi ya kuzungumza nasi kwa njia ambayo tunaelewa. Yeye ndiye mwalimu bora kuliko wote, na hivyo tuachilie imani kwamba kile hasa tunachohitaji, majibu, mwelekeo, kitakuja sasa hivi. Baba, tunaomba sote pamoja, wajua nani anaangalia lini na wapi, na tunaomba kutamka, tunaomba upako, tunaomba ufunuo, tunaomba nuru na uzima na kuhuishwa kwa Roho Mtakatifu, tunaomba kwa ajili yetu sote, macho na masikio na moyo na akili ambayo inaweza kuona kusikia, kuelewa na kupokea, na tunakusudia kushikilia na kuweka katika vitendo, na kwa hakika kama tunavyofanya, miujiza itatokea, mabadiliko yatatokea kwa ubora, kwa uzuri, nasi tutakupa utukufu katika jina la Yesu. Amina, amina. Asante Bwana, tafadhali rudi tena asubuhi ya leo kwenye Waibrania sura ya kumi na moja. Tumekuwa tukizungumza wiki hii kuhusu imani ni nini? Sasa kama hukuwa nasi wiki iliyopita, tulifanya masomo matano juu ya kwa nini imani, kwa nini Mungu ametilia mkazo imani jinsi alivyo, kwa nini ametabua hiyo kuwa namna ya maisha tunayopaswa kuishi. Tuliona kwamba imani siyo tu seti ya misimamo ya kitheolojia au seti ya mambo ambayo tunaamini. Imani sio kundi, imani siyo harakati. Mwenye haki ataishi kwa imani. Tuiona kwamba imani ni jinsi Mungu mwenyewe anavyofanya kazi, ndivyo anavyofanya kazi, ndivyo anavyoishi, na kwa hivyo hakuna njia bora zaidi ya kuishi, kutenda kazi na kufanya kazi zaidi ya kuishi kwa imani. Kwa hivyo ikiwa haukuwa pamoja nasi rudi nyuma na tazama masomo yaliyopita fuatilia ya utupate. Na wiki hii tumekuwa tukizungumzia imani ni nini. Tulizungumza kuhusu kwa nini imani, lakini sasa ni nini hasa? Na Waibrania 11 mstari wa kwanza ni ufafanuzi wa kimaandiko wa imani. Hebu tuisome tena, tutaisoma katika tafsiri zaidi ya moja. Inasema basi imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ushahidi wa mambo yasiyoonekana. Tafsiri ya Young's literal inasema imani ni mambo yanayotarajiwa kujiamini kwa mambo ambayo hayajaonekana, uhakika. Kwa hivyo, jambo la kwanza tulijifunza ilikuwa imani ni kujiamini, uhakika, ni ushawishi. Tuliona kwamba Ibrahimu alichukuliwa kuwa kielelezo kikuu cha imani. Hakuwa dhaifu katika imani, hakuyumba-yumba kuhusu yale ambayo Mungu alionyesha na kumwambia, lakini alikuwa imara katika imani, alishawishika kikamilifu juu ya kile Mungu alichomwambia, na hilo lilimpa Mungu utukufu. Hakuna kuyumbayumba, lakini alisadiki kikamilifu, alishawishika kikamilifu. Hiyo ndiyo imani katika neno moja ni kushawishika. Lakini hapa tunaona, na tulizungumza juu ya hili jana, kushawishika kuhusu nini? Haya ni maeneo mawili maalum. Imani hiyo inasadikishwa, ni kujiamini kwa mambo yanayotarajiwa, ni uhakika wa vitu au mambo yasiyoonekana. Hivyo tuliona hili Imani inahusiana na kile kisichoonekana na kile ambacho hakijatokea bado, ikiwa linatarajiwa kwa maana. Tuliona katika Warumi nane kama mstari wa 24 na 25 hadi hapo kwamba ikiwa uh, tunalitarajia bado hatujaliona, lakini tukiwa katika imani na tunatarajia, basi kwa saburi tunalisubiri. Na tunasadiki ingawa hatulioni na kulisi. Imani katika Mungu inahusiana na vitu visivyoonekana na havijatokea bado, na bado tumeshawishika kuhusu hilo, ingawa hatuoni, tumeshawishika. Tazama pamoja nami katika Petro wa kwanza tafadhali. Petro wa kwanza, mstari wa kwanza, na kifungu cha saba inaelezea hili na no, kwa undani wa ajabu hapa, Petro wa kwanza moja na kifungu cha saba inasema ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, huonekane kuwa kwenye sifa na heshima na utukufu katika kufunuliwa kwa Yesu Kristo. Imani yetu inalinganishwa na dhahabu, na tunaambiwa ni ya thamani zaidi kuliko hiyo dhahabu. Ili iwe na thamani zaidi, lazima iwe pasipo uchafu, na hivyo inapozungumzia kuhusu kujaribiwa kwa moto, anazungumza juu ya mchakato wa kusafisha, jinsi hiyo dhahabu huchomwa moto kwa joto fulani, na hivyo basi vile visivyokuwa dhahabu huondolewa kutoka kwenye dhahabu, na inaweza kuondolewa na ni Safi. Na kadiri inavyosafishwa zaidi huwa safi zaidi, huwa na thamani zaidi. Nam imani yetu inahitaji kusafishwa. Nilipata makubaliano mazuri juu ya hilo. Imani yetu inahitaji kutengwa uh, uh, na kila kizuizi na mambo yasiyo safi. Kwa kweli mwandishi uh, katika Timotheo anazungumzia imani isiyo na unafiki. Imani isiyo ya maigizo na unaweza kuisema imani safi. Imani safi. Imani ambayo mchanganyiko na uchafuzi wa takataka za kidini. Kuna mengi yanaitwa imani ambayo siyo imani. Kwa nini unahitaji kusema imani isiyo na unafiki, imani ambayo si ya udanganyifu imani ambayo si ya kuigiza. Nam anaeleza imani kujaribiwa, na imani kuwa na thamani zaidi kuliko dhahabu, na imani, na hili ni jambo la kushangaza, kifungu cha saba, imani ambayo hupatikana kwa sifa na heshima na utukufu katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Bwana ajapo, atakwenda kuisifu imani yetu. Je, hiyo ni ya kushangaza au ni ya kushangaza? Atakwenda kuheshimu imani yetu. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile katika maisha haya, ili kuinuka na kumpendeza kwa kuishi kwa imani na kuenenda kwa imani, inastahili zoezi lolote, inastahili ugumu uh wowote na kushinda kila changamoto. Mstari wa nane unaeleza jinsi imani hii inavyofanya kazi. Inasema ambaye hajaona. Kuna hayo maneno, imani ni yasiyoonekana na bado kutokea. Naye mwampenda ijapokuwa hamkumwona, ambaye ijapokuwa hamumoni sasa, na mwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoneneka yenye utukufu. Kifungu cha tisa katika kupokea mwisho wa imani yenu yaani, wokovu wa roho zenu. Kuna wakati katika imani ambapo unaamini, unashawishika, ingawa hauoni na bado haijatokea, lakini ikiwa utashikilia sana na usibadilike, utakuja mwisho wa imani yako ambapo sehemu hiyo maalum ya wokovu inadhihirika na si isiyoonekana tena. Na si ile ambayo bado haijatokea. Imedhihirika sasa, inaonekana na kuhisiwa na kushikika. Sasa hupokea mwisho wa imani yako. Hebu tuangalie tena mstari wa nane: ambaye hamkumwona, ambaye nini? Mnampenda. Sasa hii inawachemsha bongo wasomi, hii inawachanganya baadhi ya watu. Je, umewahi kumwona Mungu? Hapana. Kweli? unazungumza juu yake kila wakati <laughs> na unasema unampenda yeye. Unaniambia hujawahi kumwona na unampenda? Hiyo ni sawa? kwa mioyo yetu yote, roho zetu zote, akili zetu zote na nguvu zetu zote kweli? Kuna njia moja tu unaweza kufanya hivyo kwa imani, ni sawa? Unampenda mtu ambaye hujawahi kumwona Unawapenda kwa moyo wako wote akili na nguvu zako zote. Hungeweza kufanya hivyo kwa njia nyingine yoyote ila kwa imani, na inaendelea kusema ambaye ingawa sasa hamwoni, bado mnaamini na kufurahi kwa furaha isiyoneneka na yenye utukufu. Sasa tuna imani katika Mungu. Tuna imani kwa Baba yetu aketiye kwenye kiti cha enzi. Tuna imani katika Bwana na Mwokozi wetu, Mfalme wa Wafalme, Bwana wa Mabwana, Yesu ambaye ameketi mkono wa kuume wa ukuu. Hatujafika huko, hatujamwona, hatukumgusa, lakini tunaamini, tumeshawishika. Tunaamini yeye anakuja tena, kama tu maandiko yalivyosema. Baragumu italia, wafu katika Kristo watakwenda kufufuka ikiwa bado tuko hai na kubakia tutabadilishwa kwa muda mfupi kiasi cha kufumba na kufumbua macho, itakwenda kutokea kwa haraka. Tunaenda kubadilishwa na tutanyakuliwa pamoja naye. Kweli, unapoanza kuzungumza na kufikiria juu ya hilo, inakufurahisha unafikiri. Utukufu kwa Mungu, mwili huu ambao tunapaswa kuosha kila wakati na kujaribu kufanya kitu katika nywele na kujaribu kufanya kitu katika nguo na unaendelea kuzeeka tu hata hivyo, utakwenda kubadilishwa kwa muda mfupi kiasi cha kupepesa macho. Hautakuwa tena kwa ajili ya kuzeeka au kuoza au kifo, na kama unaamini hivyo inakufurahisha, unafurahi, na kwa kweli unaamini mambo yote ambayo ametuambia, inaweza kusababisha furaha kuu kuja ndani yako na kufanya kazi ndani yako, furaha hiyo isiyoelezeka, ni zaidi ya maneno, furaha isiyoneneka, furaha yenye utukufu. Na bado hii yote ni juu ya kitu ambacho hujawahi kuona <laughs> kitu ambacho bado hakijatokea lakini hii ni imani. Hivi ndivyo imani ilivyo, kuhusu mambo ambayo hayajaonekana na bado kutokea. Na ina mheshimu Mungu wakati kwa uhalisia kuna mabilioni ya watu kwenye sayari hii hawaamini kuwepo kwa Mungu tunayemwabudu. Hawaamini katika mamlaka ya maandiko haya, hivyo hawana muda nayo wala hawafurahii Wanafikiri unajua, sisi ni wapouzi tu, sisi ni wajua waongo. Lakini wakati sisi katikati ya giza hili lote na watu wote ambao hawana wakati kwa ajili yake, tunapompenda kwa mioyo yetu yote, ambaye hatujawahi kumwona, inamheshimu yeye, inamheshimu, inamheshimu yeye mbelea wale walio mbinguni pamoja naye, sasa hivi inamheshimu yeye mbele ya malaika zake inamtukuza yeye. Ikiwa katikati ya giza hili lote, wewe na mimi tunapiga kelele na kusema haleluya na kumsifu Mungu, kuhusu nini? Kitu ambacho hatujawahi kuona. Hiyo inamheshimu Mungu, kwa sababu sababu pekee sisi kufanya hivyo ni kwa sababu yeye alituambia hivyo ndivyo ilivyo, na tunasema nam, hivyo ndivyo ilivyo. alisema ninakwenda kuandaa mahali kwa ajili yenu. Alisema msiogope, naenda kuwaandalia mahali penu, itakuwa ya ajabu ajabu ajabu, na mimi narudi nami, nakupeleka humu mwenyewe. Na tunasoma kuhusu yeye katika kitabu cha Ufunuo na tunaamini. Na kwa hivyo umegundua kifungu hiki, ingawa sasa hatumoni bado mnaamini. Mkifurahi, sema neno hilo kwa sauti na mimi mkiamini, kiamini, na kufurahi. Na kufurahi sema tena mkiamini, kiamini, na kufurahi, kufurahi. Hiki ni kiashiria cha imani, kiashiria chenye nguvu. Tazama pamoja nami katika kitabu cha Warumi yeah. Na mimi ni sura ya kumi na tano na kifungu cha kumi na sita nadhani ndivyo ilivyo. Warumi kumi na tano inazungumza juu ya jambo hili. Warumi kumi na tano mstari wa kumi na tatu. Nilisema mstari usio sahihi. Warumi kumi na tano, kumi na tatu inasema basi Mungu wa tumaini na awajaze ninyi na ninyi yote furaha yote na amani katika kuamini mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za roho Mtakatifu. Unaweza kusema kuwa haya ni maandiko ya imani. Papa hapa ina vipengele vyote <laughs> Mungu wa tumaini. Imani ni kujiamini na kusadiki mambo yanayotarajiwa, usadiki wa mambo ambayo hayajaonekana. Mungu wa tumaini, yeye ni Mungu wa imani lakini ikiwa utaenda, ikiwa utahusika na imani, utahusika kwa tumaini pia, viko pamoja, vimeunganishwa. Mungu wa tumaini, kutarajia kwa uhakika. Mungu wa matarajio, kujazwa na nini? Furaha, furaha yote na amani katika kuamini. Sasa hautakwenda kufurahi juu ya mbingu ambayo hujawahi kuona isipokuwa umeshawishika kabisa na jambo fulani, umefanya uamuzi kwa mini. Utakwenda kupenda kiumbe hujawahi kuona na hujawahi kamwe kugusa na mkono wako, kwa moyo wako wote, akili na nguvu zako zote, isipokuwa umeshawishika kikamilifu kwa kitu ulichoambiwa, kitu ambacho umesoma, kitu ambacho ulisikia kikiubiriwa. Umeshawishika kabisa, hii siyo hadithi za kale, hii ni ukweli. Huu ndio ukweli ingawa siwezi kuiona na ingawa baadhi ya mambo haya tunayozungumza mingi yao hayajapata kudhihirika bado, lakini unapoamini hakuna kuyumbayumba tena, hakuna kushangaa tena, hakuna kuchanganyikiwa tena, hakuna kusubiri uh, tena. Unaweza kusonga mbele na kupata furaha sasa, unaweza kwenda mbele na kufurahi sasa. Na siyo tu kuhusu mbingu, inahusu kila kitu ambacho unaamini juu yake. Unapokuwa katika imani juu ya Mungu kusaidia kulipa bili zako, unaweza kufurahi kabla pesa haijaingia. <laughs> Imani daima hufanya. Unapokuwa katika imani kuhusu mwili wako kuponywa, unafurahi kabla ya kujisikia vizuri zaidi. Unafurahi kabla ya majibu ya mtihani kurudi tofauti au kabla ripoti haijarudi tofauti, vyovyote unaamini, Mungu amesikia maombi yako kwa imani, unaamini unapokea, unaamini imeandikwa, kwa kupigwa kwake nimepona. Mungu wangu hunipa mahitaji yangu yote sawasawa na utajiri wake katika utukufu, na kadhalika. Na Mungu wa tumaini anakujaza kwa furaha yote na amani yote katika kuamini. Unapokuwa katika kuamini upo katika matarajio na upo katika furaha na amani. Tumesema hivi kabla lakini itazaa marudio kielelezo kidogo hiki kwamba unapopitia barabara ya maisha kwa imani yako ukitembea, kuna vipimo kadhaa unapaswa kuzingatia. Ni kutoka kwa aya hii hapa, ni kipimo cha furaha na ni kipimo cha amani kwa sababu ikiwa tunaamini kwenye tanki kutakuwa na furaha na kutakuwa na amani uh, na muuliza Pilis mke wangu, unajua kwa mara nyingi na ni vigumu kwetu kwenda siku moja au mbili ambayo sijasema hivi tunasimuliwa na nini tuko na nini, kwa sababu najua kama tuko na imani juu ya jambo fulani, tutakuwa tunatarajia kitu kizuri, na ikiwa tunatarajia kitu kizuri utakuwa na amani kwamba imetimia, Mungu amekusikia, mambo yanakwenda nawe. Utakwenda kuwa na furaha kwa sababu ya matarajio ya majibu ya hayo maombi na utimilifu wa mambo hayo. Hivi tunasimuliwa na nini? Na kwa hivyo tunapoenda kwenye njia ya maisha, ninamaanisha kunaweza kuwa na baadhi ya mashimo katika barabara ya maisha, kunaweza kuwa na madoa machache, kunaweza kuwa vilima vikubwa, kunaweza kuwa na baadhi ya yeah, mabonde, barabara ya maisha. Wakati mwingine utasikia watu wakisema hivi, maisha yanakuchukuliaje? Nam, maisha yatakutendea vibaya. Hutaki kuzingatia jinsi maisha yanavyokuchukulia, lakini Mungu atakutendea mema. Ingawa kuna mambo mabaya maishani, Mungu atakutendea mema, lakini unapoenda katika njia ya maisha kwa imani yako ukitembea Andalia kipimo cha furaha yako, andalia kipimo chako cha amani, viandalie mara kwa mara, kwa sababu ukitoka nje kabisa ya furaha iko kwenye, unaangalia amani yako na huna amani, umekasirika, unaogopa, huna furaha, una msongo wa mawazo, una huzuni, vizuri, hauko katika imani tena, tanki lako limekauka, imani kabisa wakati hakuna amani na hakuna furaha, utembeaji wa imani yako umeishiwa gesi, nawe utavutwa kusimama na unaweza kukwama kando ya barabara ya kukata tamaa, mahali pabaya. Ndio maana tunahitaji kuja na kusimama kwenye vituo vya kujaza mafuta, si ndio? Mungu alipangilia kwamba tuwe na makanisa tuliyo nayo mikutano mizuri, kwamba tuna nyakati na mahali ambapo neno linatiwa mafuta, ambapo unaweza kuja na kupata pampu ya roho kuwekwa katika sikio lako na kupata kujazwa kikamilifu neno lililotiwa mafuta, na hiyo itakupa imani. Na imani yako inapopanda, inapopanda, inapopanda, unaweza kuiona kwenye geji iliyo kwenye dashibodi, rafiki. Furaha inakuja tu hapo na amani inakuja moja kwa moja kwa hapo, na unapokuwa umejaa amani na wewe umejaa furaha, ni ni nini kingine tunachojua kuhusu furaha? Furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Wakati umejaa furaha, nguvu inakuja ndani yako, na huo ni msukumo wa kile ambacho unaweza kuwa unaona, unachoweza kuwa unahisi. Kuna vitu hivi vyote ambavyo havionekani na bado havijatokea, lakini kwa sababu tumeshawishika sana kwa yale aliyotuambia tuna furaha sasa, tunafurahia sasa, tunayo amani sasa, haleluya. Na nguvu hizo hutuwezesha kushinda. Ndiyo maana alisema imani ni kushinda, kushindako kila kitu, ulimwengu mzima, kila kitu ambacho unapaswa kushughulika nacho, imani inaweza kushinda. Unaweza kusema amina. Katika Mithali 27, samahani, Zaburi Zaburi 27 na aya ya 13. Hebu tuangalie huko kwa sababu hii inazungumza kitu kile kile tulitaja mapema katika hii wiki, maneno haya ambayo watu wanayo, kwamba wanafikiri ni mazuri lakini yanaweza kuwa ni mabaya sana. Naam, kuona ni kuamini. Watu wanasema mimi nitaamini nikiona Vema, tunajua kutoka katika neno hilo ndilo hasa hurudisha nyuma. Hiyo ni makosa kabisa kwa sababu imani ni kujiamini kwa mambo yanayotarajiwa, uhakika wa mambo ambayo hayajaonekana. Tunampenda Baba ingawa hatujawahi kumwona. Tunasisimka na kutamani kuhusu mbinguni, hatujafika kule wala hatujaiona, lakini tuna shauku kana kwamba tumefika kule hiyo ndiyo imani hiyo ndiyo imani, na maandiko yanasema katika Zaburi 27 13 ningezimia nisipokuwa. Nilifanya nini? Niliamini, niliamini kuona, sio nitaliona kisha nitaamini. Ni kuamini na kisha utaona, lakini kuamini kunaendelea kabla hujaona kwa sababu imani inahusiana na kile kisioonekana, ningelizimia. Hebu ona hii inahusiana moja kwa moja na uh, imani yenu ya kutembea na vipimo. Kwa sababu nini kilitokea tulipoishiwa furaha? Tukaishiwa amani na imani, tangi yetu ya imani ni kavu. Umezimia, si ndio? Umeacha kufuatilia, hakuna tena msukumo ulisukumiwa kusimama ukashuka hadi kusimama kando ya barabara na ulizimia. Huna furaha, kwa hivyo huna nguvu. Huna amani, kwa hiyo huna raha. Hauna imani. Hakuna imani, rafiki, huwezi tu kufanikiwa katika maisha haya bila imani utakata tamaa, utakata tamaa utaacha tamaa utajiondoa. Hivi ndivyo watu wanafikia kujiwa kwa sababu wanakuwa hawana matumaini. Hufikia kusema pointi nini? Ni sababu gani ya kuamka asubuhi na kuendelea? Na mrafiki, umekuwa ukiangalia kitu kibaya, umekuwa ukifikiria juu ya jambo lisilofaa na umekuwa ukiamini uongo. Kuna kusudi kwa kuamka asubuhi, kuna sababu kuendelea kuishi kuwa hai, kuendelea mbele. Wewe ni mtoto wa Mungu. Uko hapa kwa sababu analo kusudi na mpango kwa ajili yako, lakini njia pekee unaweza kujua ni kwa imani. Njia pekee unaweza kushikilia ni kwa imani. Njia pekee ya kuchukua hatua ndani yake na kufanya maendeleo ndani yake kila siku ni kwa imani, ni kutoka imani hata imani na unapoendelea kuongezeka imani ho, unaendelea kuona zaidi na zaidi, na unaendelea kadiri unavyoona ndivyo unavyozidi kusisimka, na ndivyo unavyopata amani, ndivyo unavyopata furaha zaidi, unapata nguvu zaidi. Hebu sema kwa sauti, nimejaa imani. Imani nina nguvu katika Bwana, nguvu katika Bwana nami namtukuza Mungu. Nami namtukuza Mungu haleluya. Ni hayo tu kwa siku hii, darasa. Tutakuona wakati ujao katika shule ya imani. Asante kwa kuungana nasi katika shule ya imani. Darasa limefika mwisho kwa leo, lakini unaweza kutazama kipindi hiki na vipindi vingine vya shule ya imani bila malipo katika faithschool.org. Kwa taarifa zaidi tembelea tovuti yetu au tupigie kwa ongeza moja tisa nne moja mia saba na mbili elfu saba na mia tatu na tisini.